Lakini leo uwezo wetu wa kukusanya, serikali imeongeza, tunakusanya zaidi ya trilioni thalathini. Hongera sana wizara, kwa kazi nzuri na mikakati mbalimbali mlioiweka, kutoka trilioni ishirini mpaka kufika trilioni thalathini kukusanya kwenye mapato yetu ya ndani, ni kazi kubwa imefanyika. Hongereni sana, ongezeni mianya ambayo tunaweza kupata fedha ili bajeti yetu wa uwezo wa kujihudumia uweze kuongezeka. Mimi napongeza. Mtu anahoji uwezo wetu wa kukusanya trilioni thalathini? Kwa mfano kwa mwezi mwaka elfu mbili na ishirini tulikuwa tunakusanya trilioni 1.7. Leo tunakusanya kwa mwezi trilioni 2.8, maana yake ni kazi kubwa imefanyika. Lakini fedha hizi tunazozikusanya, katika hizi trilioni 2.8, trilioni moja peke yake inaenda kulipa mishahara ya wafanyakazi ambao hawa wafanyakazi wanaenda kulipa mishahara, tunawaajiri sisi, na kila siku tunasema hapa tuongeze ajira kwa watu wetu. Kwa hiyo unapokuja mtu anatokea, anasema anashangaa Unashangaa vipi wakati tunapoajiri? Maana yake tunaongeza wigo mpana wa kulipa mishahara, na kama tunaongeza wigo mpana wa kulipa mishahara, trilioni moja inaenda kwenye mishahara, trilioni moja tunaenda kulipa deni. Maana yake katika trilioni 2.8 trilioni mbili zimesha tumika tayari na milioni mia nane zinabaki kuhudumia serikali. Fedha za miradi ya maendeleo ni fedha ambazo tunakopa tunatekeleza, na mimi naiomba serikali iendelee kwa sababu hizi fedha zinahitajika. Lakini la pili ambayo